Kupata chakula kumeanza kuwa tabu, mgao ukizidi kupungua. Ile chakula tulikuwa tunapewa kitambo, ilikuwa natufikisha mezi moja, lakini hii sasa hii haiwezi kutufikisha inaweza fikisha kama wiki mbili hivi. Sasa hii tunapeana kwa asilimia 40, asilimia 40 ya mahitaji yao, na hata hivyo tuna uh, sasa hivi tunapozungumzia kuanzia mwezi wa Juni kwa sababu hatuna pia chakula ya kutosha, huenda hata tukapunguza hii zaidi